Nkidogo nio. Hongera sana wakipi babangu. Ah, naona umeshika chupa na huku, nahisi ni maandazi ndio, babangu. Bila shaka unafanya biashara tupate tuta riziki, hicho ndio kilicho nifurahisha. Safi sana asante na shukuru. Safi sana, napenda sana mabinti kama nyinyi mnaojishughulisha eh, mnafanya kazi zenu halali eh, na Mungu atawabariki, sio kama wanawake wengine, mabinti wengine Wajinga, wajinga, wapumbavu kabisa eh? wanavaa vinguo vimfupi eh? wanaacha miili yao vitovu nje eh? yani wanajiuza, hawaelewi kwamba kwamba wao wana wazazi, hawajui na ndio maana siku hizi unakuta vijana eh? wameenda huko, anarudi na mwanamke haeleweki eh? wanaishi maisha ya shida, na ndio maana ndoa zao hazidumu siku ngapi tu, miezi miwili wameachana eh? wanaaibisha taifa, Jamii kwa ujumla inaharibika, wanaokota tu wanawake wa hovyo hovyo eh? kwa kweli mimi nimechukia sana hilo swala lakini baba yangu, wale wanaojiuza wanajiona kwao ni mabinti warembo sana na ni wazuri, kwa hiyo wanasema kizuri cha jiuza kibaya cha jitembeza, ndio sababu nafanya wauze miili yao. Sio sawa na sisi akina fulani ambao tunafanya hizi biashara kama hizi, tunabangaiza kwa ajili ya kujikimu kwa ajili ya maisha yetu. Pana, hicho sio kigezo cha wao kufanya vile eh? Sio kigezo kabisa. Mbona we binti mzuri kabisa eh? Umependeza, umesuka nywele zako vizuri eh? Uko vizuri kabisa na unafanya biashara eh? Kwa nini wao wanashindwa kufanya biashara? Unajua, sikiliza binti, sisi ni wazazi tuna vijana, anashinda amelala nyumbani, anajipodoapodoa, eleweki, maisha yao yanakuwa magumu eh? tena uwambie wa uko moto unawaka, nikimaanisha jehanamu inawangoja haya. Binti endelea na kazi, na Mungu atakubariki sana.

Yuko jeshini? Eh. Kweli miaka imeenda sana. Maisha yameenda sana. Nisinge wakumbuka wadogo zangu. Nashukuru sana kwa kunikumbuka. Hivi kaka unafanya kazi gani sasa hivi? Mimi sasa hivi mdogo wangu ni mfanyabiashara. Ongea. Nimejiajiri mimi mwenyewe. Asante sana. Sawa, nashukuru. Sasa kuna mali nataka nifike mara moja. Sawa. Nashukuru kwa kunikumbuka eh. Na nyinyi mnaenda wapi? Tunaenda nyumbani. Mnaenda nyumbani? Eh. Okay, basi sawa. Hebu ngoja niwape hata ya soda. Maana mmenikumbuka, mmenifurahisha. Nawechukua hii na hii hapa, hii hapa. Sawa, nimewapa sale. Sawa, ndio haya wadogo za mkwaliniaya. Poa. shida gani? Ni wewe shida msumbufu, umekuwa msumbufu, yaani unapiga simu hazipokelewi, unatuma meseji, unatuma meseji unakata, n una... mbona ueleweki wewe? Yaani umekuwa msumbufu, msumbufu kisa nikupa hii namba ah, sindio? Hilo ngazani, sijui kuna shida gani Fatima. Mahusiano yanahitaji mawasiliano ili yawe hai. Mahusiano bila mawasiliano yamekufa, hakuna mahusiano hapo. Kwa hiyo nafanya hivyo kwa sababu nakupenda, wewe ni mwanamke wangu. Lakini Fatima, mimi siwezi kabisa kukaa kwa muda mrefu bila kuwasiliana na wewe bila kutumia meseji, na hata nisipoione meseji yako kwenye simu yangu najisikia vibaya sana. Huenda hii ikawa ndio sababu anaonekana msumbufu. Basi naomba msamehe. Kwenye wewe ni pumzi, wewe ni mwanga, siwezi bila wewe hata kwa siku moja. Naomba tubaki pamoja, kwa shida, kwa raha, kwa kila kuna kitu nataka kujua kuhusu wewe, na uniambie ukweli wako wote, usinifiche. Ah, rafiki yangu amefiwa na mama yake ni. Lakini kunywa chai, ah, chai. Chemsha chai. Utakunywa wewe utarudi sanga, ah, kurudi kwa leo Chaweza kurudi rafiki yangu wa karibu kwa kwanatakiwa faraja ya karibu sana mm. Nashukuru mke wangu mm -hmm. Okay, siku nne ni baada ya siku tano sita saba hivi. Siku saba, siku sita? Saba. Saba. Siku saba. Ah. Na sasa hakuna nani? Lakini mme wangu sasa, huwezi kaondoka bila baraka. Subiri nikaombe yao. Ah. Nikaombe eh. <laughs> mme wangu. Asante sana. Haya, sasa mme wangu, umeziona hizi bambino eh? Ziko saba eh. Nadhani niziya kuzikunja nishakoelekea na hivi hapa yeah, ni visepe sidhani kama utakosea sababu nilishakuelekeza namna ya kufanya avikucha yeah. stavalia wapi usalama wako na kumta wewe. Mwanamke wewe, mwanamke umefika mbali, huna adabu, si ndio? Nakuuliza, huna adabu. Haya, nivalishe Oya, nivalishe. Nivalishe. Nivalishe. Hivyo unatimamu kwe. Konda kuwa nafanya kazi ya kuvalisha tu wewe kila siku. Sishakuelekeza. Akai jambo gani, nazani hizo sasa ni hesabu za makisio za makadirio bila kupepesa rakaraka Najua unataka kujua kama nakupenda kwa sababu hiyo ni matamanio ya kila mwanamke anapoingia kwenye mahusiano. Umefeli. Yaani kama ni mtihani, umpata sifuri. Ninachotaka kujua hapa, wewe unafanya kazi gani? Location letter. Mm. -hmm. Vip, mbona sawa vizuri, hata mimi natamani sana kukuambia mambo mengi kunihusu mimi. Ikiwemo na hiyo kazi, nataka kujua kwamba mimi nafanya kazi gani. Na mimi matamanio yangu nikuambie, hakuna chochote nitakachokuficha na sitakuja kukuficha hata siku moja. Lakini Fatima, nikiangalia naona jua kwanza ndio linachomoza ni mapema sana, ni asubuhi. Nilikuwa naomba basi hata angalau ungekuwa mchana ili niweze kukuambia. Acha siku zisogee mbele, nitakuambia tu, wala hakuna chochote nitakachokuficha bana. Mi nataka kujua kuhusu wewe, unafanya kazi gani? Hilo tu. Tusubiri angalau, Fatima, tuzoyane, nikufahamu vizuri, nifahamu vizuri Itakuwa vizuri zaidi. Afu mbona hujiamini na kazi yako? Najiamini. Unafanya kazi za eh? Umefika mbali, Fatima. Naomba nikuulize kitu. Niulize. Kwa nini unataka kujua mapema? Hiyo, oh, ndio furaha yangu Mwanamke yoyote yule ambaye yuko kwenye mahusiano kwa sasa, anatamani kujua mpenzi wake anafanya kazi gani au anajishughulisha na kipi. Kwa hiyo ndio mimi kukuuliza wewe, sio kama nakukela au sio kama nakuboa ako, nataka nijue wewe unafanya kazi gani, ndio maana nimekuja hivyo. Ona simu zako zote, yaani zinaingia ingia kumfuruza, nikaona bora tu niende nimsikize asemaje na hivyo um, um kwahiyo furaha yako kubwa wewe ni kutaka kujua mimi nafanya kazi gani hiyo ndio furaha yako. Kwa nini kukwambia unanihakikisha utakuwa na furaha? Ah, asilimia zote. Wewe. Wewe. Nini shida? kuna kitu nakiwafia unajua mara nyingi sana mwanamke akishajua kazi anafanya mwanaume kama hiyo kazi hajaipenda, huenda ukawa ndio mwisho wa mahusiano, mwisho wa mapenzi. Ndicho nachogopa, huenda nikakwambia kazi yangu vu, usiipende na ukaniacha. Sawa, nitakwambia lakini, tafadhali ni uniaidi hautabadilisha kitu chochote tofauti na tulivyo sasa, endapo nitakwambia kazi na wafah. Hali ya hewa haitachafuka. Zitaendelea kukaa vile vile. Noma ni kwetu wazi kwanza, kakazi kenye ni kadogo sana. Hata mimi pale, sio kwamba ni sehemu ambayo ndio nimejiwekeza au milele kwamba ndio kazi yangu ya milele, hapana, kwamba hiyo ndio kazi yangu ya muda wote Hapana, ni kazi ya muda mfupi, kwa sababu unapitia, ni sehemu ambayo napitia. Mimi nina ndoto kubwa sana. Mimi natamani sana kuwa dokta bingwa wa dunia. Natamani kuwa rais. Kwa kupitia ndoto hizo kwenye haka ka kazi na kukafanya, basi nataka nifike kule. Mimi nafanyia kazi pale benki, ndio kazi ambako nakafanya kwa sasa, ila kama nilivyokuambia mpenzi wangu, sio mahali sahihi kwangu sababu ni kakazi kadogo na kamda mfupi kwa pale kama anapita napita nikama njia. <laughs> Hongera. Hongera. Hey. Hongera ya nini? Kwa kazi yako mzuri Gibson. unafanya kazi benki afu unasema eti umejiegesha uko kwenye kakazi kadogo kadogo Gibson. unajua vijana wengi wamekosa kuwa na kazi mzuri kama ya kwako kwa sababu hawana vitu vitatu. Vitu gani? Cha kwanza unatakiwa uwe na bahati. Pili. Na cha pili unatakiwa uwe na connection, afu cha tatu unatakiwa uwe na bidii. Na wangali wengine wameshindwa kupata hicho kikazi kidogo kidogo, we unasema iti niko pale nimejigesha, nafanya tu kakazi kadogo. Ni kweli. <laughs> Ni. Ni kweli unachokisema. Anajua katika hii dunia kila mtu na imani yake. Mimi siamini katika hizo vitu vitatu vile unasema. Sijui kuwa na bahati, connection na bidii. Ila mimi naamini katika wakati wa Mungu kisha timia. Umetimia. Wino wa Mungu akiandika ratiba za mafanikio yako. Hakuna binadamu yote ambao wanaweza kufuata. Kwa siamini katika bahati, Connection, wala bidii. Hivyo vyote tunaweza kuwa nazo na bado kukosa, kama wakati wa Mungu haukuwa sahihi kwako. Labda kama msali. Hii ndio. Kwa nini si sali? Wewe je, usali? Ah, na mimi nasali. Eh, na mimi nasali. Naona sali. Nana hey, mimi na, na, nasali pia. Ni vizuri kumjua Mungu. Kweli unajua, haya maisha bila kumtegemea Mungu amna chochote mnachokifanya. Kwa sisi bila Mungu sisi, sisi. Hey, chochote. Sisi chochote. Chochote. Chochote.